Leo nimeshika kamera hii niko na maswali. Niko na maswali kwa Watanzania wote yaani haichagui Mkristo mpagani. Swali so, langu la kwanza nauliza hivi. Kwa Tanzania nzima kwa Tanzania nzima Tanzania nzima, kati ya Wakristo na Waislamu wapi ambao ni wengi? Swali so, langu la kwanza nauliza kwa Tanzania nzima kati ya Wakristo na Waislamu wapi ambao ni wengi? Hili ni swali la kwanza. Swali so, la pili linauliza kati ya Afrika nzima, yaani Kongo, Zambia, Tanzania, Uganda, Malawi, kila sehemu, yani kwa Afrika nzima na Ulaya nzima, Uingereza, Marekani, wapi kila sehemu na China, Wakristo walio wengi Afrika na Ulaya wapi ambao ni wengi? Wakristo walio wengi Afrika na Ulaya, kati ya Ulaya na Afrika wapi wakristo wamewazidi wenzao kuwa wengi? swali la ngapi la pili. Swali la tatu nauliza pia kwa dunia nzima, kati ya wakristo na Waislamu kwa miaka hii ya karibuni, yani miaka mitano hadi mitatu mpaka leo tunapongea 2025 kati ya waislamu na wakristo ni wapi ambao wametengeneza waumini wengi sana? Kati ya waislamu na wakristo ni wakina nani waliotengeneza waumini wengi kwa miaka hii ya karibuni? Yani, wakristo watakuwa labda wametengeneza waumini wengi au waislamu watakuwa wametengeneza waumini wengi? Swali hilo nataka pia jibu. Kwa dunia nzima, kati ya wakristo na waislamu ni wapi ambao wametengeneza waumini wengi kwa miaka hii ya karibuni? Jamani nasubiri komenti zenu mnijibu ndugu zangu. Hayo maswali yangu niliyoyauliza yote nahitaji majibu kwa maana sina majibu.